Toma. Karibu ndio neno pekee la kiungwana, na kila muungwana anapenda kusikia neno hili, hasa likipenya kwenye nta zake za masikio. Na mimi pia kama muungwana ninakukaribisha wewe, karibu sana kwenye kipindi hichi aushi na adhimu. Huyu anaozungumza hapa si mwingine, ni Salim Mwanangwa wa Ahmed. Endelea kurambaza nami ili uweze kupata maarifa stahiki. Leo niko na watu wa aula, niko na watu waushi sana, niko na watu wa adhimu sana. Leo karibuni sana kwenye kipindi changu <laughs> kwa, kwa majina kwa haraka haraka au hizo hatari kwenye lango, dada jina Miko majina, aitwa Ramla Chiza. Ramla Chiza. Ah, sina majina mengi kama mkwewe Azizi. Naomba nikupe mimi uko radhi kulipokea Nae, kama nzuri nzuri lakini sio jina la ajabu ajabu. Um, mshangazi ah, um, mshangazi, yeah, hiyo imeenda. <laughs> <laughs> Bwana, karibuni sana leo kwenye mradi koma huo, nataka tujadili kitu kimoja aula sana, uh, kwa pande zote mbili. Uh, kwa nini hasa mabinti wanapenda kutembea na watu wazima na uh, pia watu wazima watu, wanawake wanapenda kutembea na nt na, na, na, na vibenten watoto wadogo. U, unakuwa ni uoga au inakuwa nini? kwa nini eh, naje na kuna madhara, na kama yapo madhara, kuna faida <coughs> nikianza kwa kwa kwa mkwe, gari bovu linavutwa na gari nzima. <laughs> kwa hiyo na gari bovu, yeah. lazima utafute gari nzima mm inaitwa kuna sua chombo imesha nasa watu washafunga, lakini ngoma hiji. Lakini ukipata gari ndogo, unaikuta kitu unavuta bwana, hiyo hapo inanyanyuka, mjomba unaungana <laughs> naye uh, mkono niko, niko tofauti kidogo yeah, kiukweli. Yaani mm. E, kusema kwamba mtu mzima na mtoto, mtoto na mtu mzima si sawa. Unasema no, no, umri si namba, sawa si namba, lakini kwa maadili yetu ya Kiafrika naona kama sio sawa kiukweli kwa sababu wazee wa zamani ndio wenye Afrika yao hasa mababu zetu walikuwa wanaoa mabinti. Hata ukiangalia Mswati leo le, ni Afrika ile. Mimi naona sio ni uvivu wa kulima kwa kweli. Eh. E, watu watafute kazi, watu watafute hela. Mm. Maswala ya kujiweka kwa watoto wadogo sio watu wazima kwa wavulana wadogo, wasichana wadogo kwa mibabu, huwa ni uvivu tu kutafuta hela. Kama kameramani wangu Ghost akisema anakaa hapo inakuwa haiwezekani. Na haiwezekani. <laughs> Kwa nini haiwezekani? Ah, <laughs> si mtoto mdogo yule, mimi nitampeleka e, wapi? Aliwahi kuuliza mwanamke mmoja akasema, huyu kama mdogo, naombeni cheti chake cha kuzaliwa. ah, cheti cha nini? Umri unaonekana tu bwana, mtoto yeah. wa miaka kumi na sita kumi na tano anaonekana endaje kuwa na mzee wa miaka sabini? Mjomba, tupe faida eh. za gari bovu. Kila, kila timu yeah. ina wachezaji wadogo na wakongwe yeah. ndio maana leo ukienda pale kuna mzee mmoja aitwa Arsene Wenger ndio, yeah. Amepisha lakini, kuwa kuna watu wamewaleta watoto, wanachanganya mm. anawaleta wenye umri mkubwa mm. alafu analeta na wale wadogo. Manake, mdogo kuna pasi zingine uwezi kugeuza mguu, unajua zinapigwa zile za kuchukua mpira juu afu kuweka chini. Sasa umeshampata mtoto mdogo, anajua anacheza anacheza na besela zake Ndiyo. mtoto chuma ndimu ka chuma ndimu. Eh. mtoto ukota hiki kaukota, lakini ukija kumchukua mtu mzima wote watu wazima ndio. E, inapokuja shida watanivunja mguu kiuno, hiki unakijua kibovu. Ndiyo. Hapa ushapoteza, hapo kuna timing nyingi, nyingi unazikosa, kwamba gari bovu linavutwa na zima. Unaunga mkono bado unakataa, yaani siungi mkono hapo. Ni kama yani ndo ile usemi uzee wako ule na nani uje utunisumbua mimi. Mm. Ah, wazee uze, wapo. Uzeewazuzee sasa hivi ni wewe mwenyewe unavyojiweka, unategemea umetengeneza mazingira. Mm. Uzee <laughs> mimi nikwambia kitu <laughs> umeona sura yangu ya kutisha kojozi <laughs> kuna watoto mpaka mtu nasema kabisa, hiki kioo kinanidanganya, ndio sijaona ensemble kama wewe. Mtoto miaka 16 amezidi <laughs> wa 17 7 anda 17 wanamwita huyo, anakwambia sijaona kama wewe, wakati mimi mwenyewe sura yangu naijua, sura imepinda. E, lakini nasema madamu kazungumza yeye e, mimi nabisha nini? Yani kam, kama kama unakuwa na mtu mzima mwenzako, unatangulia mbele kwamba yeye atakuja, ah, unamwambiaje nifuate nifuate ukiwa nimekata kushoto nawe kata. <laughs> Unajua, kuna ule muda wa kuongozana. Wale watoto huwa wanakataa kuongozana na sura kama hizi hizizopoteana hizi, wanataka vile. <laughs> Lakini kuna muda majukumu <muhi> watu wazima, si unajua tunatunza <muhi> sasa mtoto hatakubali kwenda kuburuzwa tu lazima apate watu kama sisi ndio, na kuna kashikashi zile. Ndio. Unajua kuna vitu mpaka mtoto anakuambia mimi kisijawahi kukiona, kama basi nitakuonesha hivyo, nimekupa namba mbili, ndio kuna store. <laughs> <laughs> mjomba anajaribu kutuambia kwamba gari hili likiwa bovu okay, linaweza likavutwa na azima na likaleta tija, kwa tafsiri nzuri, kwa tafsiri sahihi kabisa yenye mm, mawanda mapana, lakini wewe kama unabisha hizi hizi, nitake kujua kwa nini Una, unaona inakuwa ghali sana eh, mwanamke mwenye namba nyingi kuwa na mwanaume mwenye namba ndogo inakuwa shida, kwa sababu kwa mfano kama mjomba ilivyowekwa, au inakuwa shida kabisa katika maadili yaani, inakuwa shida katika maadili kama alivyosema mjomba kwamba mtoto kwenye maadili, mimi nakataa kama kwenye maadili uh, inakuwa shida. Mimi nakataa kivipi? Kwa sababu leo hii mara chache sana hmm, ukute mwanamke na namba kubwa kuliko mwanaume wanaume ndio tuna namba wana wana na wanawake wanakuwa wadogo, na hata dini zingine zimesisitiza sana kuoa wanawake wadogo ili muweze kucheza nao, ni yani kwamba mwanaume mdogo muoe mwanamke wa rika lako. Arika, vipi? si ndio alika vipi, si namba mm, namba hiyo, umri kidogo, miaka mitatu minne, hiyo unachukua si yani si achukua ya namba hii, yeah. Ya, kama ni namba A lazima uangalie kwamba yeah. namba gani mpya iliyotoka yeah. <laughs> ili mali kukataa na usumbufu hapa kati kunakuwa na usumbufu wa kubisha. Namna na ambavyo imewekwa kwamba mm -hmm. kibenten mm hii -hmm. sasa inaleta tafsiri tofauti ndio maana mm -hmm. tunaingia hata mtu anaweza akumuoa mtu asiyempenda au akaolewa na mtu asiyompenda mm -hmm. kwa nini kaolewa na mtu asiyompenda sababu ya tamaa ya fedha na vitu kama hizo mm -hmm. lakini pia kibenten kwa sababu gani mshangazi anampa stara Hmm. E, ikiwekwa hivyo haiwi hmm, sawasawa, <laughs> lakini kama itakuwa e, si hivyo kwa maridhiano kama anavyosema mjomba pale, wacha aitwe Nsamboy <laughs> Mjomba huyo mtoto wake mdogo tu ampeleke shule, yaani huyo binti wako wa miaka kumi na sita kumi na saba msaidie kumpeleka shule, kulikuwa ni kumpeleka siku kitandani, si vitu gani, si vitu gani, si shule hajaanza kwangu mimi, lakini alafu kije kufuatilia pale kwangu, mimi sina shule, sina nasari, sina hata kile kidarasa ambacho kusema nimechora ukuta. Kwa hiyo mtoto kishatoka kwake, ukajua kabisa huyu mtu mimi namudu, na unamuuliza unacheza na mangapi? Mimi zote nacheza tisa na nacheza hiyo mm. saba na majalo yote anamimina mm. kwa hiyo huwezi ukasema kwamba wewe kaja kusoma au nimpeleke kusoma, kasema hata kusoma yeye mm. kaja kaja katika vitu ambavyo anajua kabisa mm. huyu hawezi kusurvive bila kupata msaada mm. unajua, namba kubwa inabebwa na namba ndogo eh, kwamba 56. eh, kwa hiyo ina maana hata utakavyoanza namba moja imepangwa vile, namba moja halafu ukisogea mbele, namba kubwa inasimama mbele, lazima ipate msaada. Bwana, wewe sasa umepanda. Namba kubwa, namba kumi imekaa juu inakusaidia namba moja tofauti kwamba moja ikiongezwa sifuri inabadilika, ishakuwa namba kubwa. Ushaelewa? Kwa hiyo ukiona namba moja pale ukitia sifuri, namba ishakuwa kubwa, na ndio maana namba, namba kubwa ina umuhimu kwenye tukio kama hilo hilo. Wapi hujaelewa hapa. Hiyo hamna tamaa, ni tamaa tu na kushindwa kutoa elimu, kuwasaidia watoto wadogo wadogo wavulana wadogo na, wa na wasichana wadogo. Waelimisheni watafute kazi watafute hela wakalime wafanye biashara. Mimi nimemuoa binti mdogo na, na duka ndio kazi yenyewe nampa nina mtaji ndo, ndo, ndo, ndo mtaji huo nampa. Nakosea na unakosea? kama ni mdogo, kama ni mdogo sana. Unakosea wapi? kama nakosea ni umri wa kuolewa, uko sahihi, lakini kama ni mdogo, unakosea, unatakiwa ukizungumza. Hapa tunazungumza umri huo wa kuolewa, kwani mwanamke anaolewa na, na, na umri gani? Ah, inategemea eh. Hiyo inategemea na sasa, na tradition na makabila na nini tunaoa okay. Kwa tradition tunaoa kwa dini, tunaoa kimila au tunaoa kwa kwa, kwa kweni... pia inategemea kuna wengine wanafuata dini, kuna wengine wanafuata makabila, kuna wengine wanafuata yani, inategemea u wewe kuolewa ulifuata nini? Mimi nilifuata dini dini. hmm. E, na na mjomba yeye, na namba na zake na zako zinalingana? Mimi na yeye tumeshana miaka minne tu, miaka minne, miaka mm. e, minne. nani nani nani ana umri mkubwa? yeye ye. Huoni kama anakuonea? a ah, ah. Hiyo ni sawa kwa umri huo ni sawa yaani, kupishana yaani kupishana, miaka miaka, kupishana mm, miwili mitatu binne, so minne sio shida mingi. Lakini miaka kumi mm, miaka ishirini mtu ana mm, miaka sabini anamua binti wa miaka 15 yeah. Sio sawa, huyo mtu wa miaka sabini amsaidia. <laughs> Kupishana ni kupishana <laughs> minne, naye umepishana, kwa sababu miaka minne, mpaka yeye anazaliwa amemkuta mtu tayari ko duniani ana survive miaka minne, kwamba huyu mwamba ni mwenyeji, mitaa yote anaijua. Miaka minne umejua jua, mitaa unaijua. Nenda kwa Mama Sere, unaenda kwa Mama Sere. Rudi hapa udisha kibiriti hicho, umechukua kibiriti unakiroesha ume maji, mtu anaudisha kibiriti. Miaka minne ni mtu ana survive anatafuta maisha, umeelewa? Kwa hiyo namba kubwa sema, koti tu aliovaa ndo hajajua kutu, hey, kutu. Yeah. na kupitwa miaka, unajua katika kupita miaka, miaka ni namba tu unajua, Ukija kwambia una hesabu tu, lakini vitu ni vile vile. Yaani uwezi ukasema beringi ya mwaka sabini na beringi ya mwaka elfu mbili na tatu zimepishana? kama inafungwa kwenye Fiati ni saizi ile ile, labda ibadilishwe modeli, utaambia bwana, mikono yake mifupi, lakini ni vile vile <laughs> unanelewa mjomba? <laughs> Yaani labda anabisha anabishana na upepo eh, lazima utapulizwa kwa barini, wewe uko kwenye fuko. Sio <laughs> so, anabishana na upepo ndo ukweli, yaani ukweli halisi ni huo, tukifata hata tamaduni zetu za Kiafrika mm. Mtu anatakiwa aolewe kwa umri sahihi na mwanaume anayemwoa. faida zake ziko wapi kuolewa kwa umri sahihi? Faida ziko nyingi mm, ya kwanza kwanza nikianzia mm. uh, ni kwa watu wanaolewa na watu walowazidi mara nyingi wengi wanafata kitu kiukweli. Yani mimi hapa na miaka yangu hii, nikamfuata mtu wa miaka 80 lazima kuna kitu nitakuwa nimekifuata. Lakini nikiwa na mtu ambaye ni sahihi na umri wangu, kwanza, mawazo yetu atakuwa yanaenda sawa. Yani wakati mimi nataka kwenda disco na yeye atakuwa anataka kwenda disco, lakini ule mzee wa miaka si 100 yeye ashamaliza bali za disco. Kwa hiyo hata varangati kwenda nitakuwa nyingi kwamba kanikosha, kanikosha kaudi kwenye reli. Unajua, wanaoolewa na watu wazima wananufaika. Umeona cha zungumza klabu hata kwenda. Leo hii mimi siwezi nikamchukua mtoto wa miaka kumi na kadhaa nikamshauri tuanze tu club. Nitamwambia bwana, yatulia kuna hela hizi nakupa, nenda kule site. Simamisha mjengo. Tafuta kieneo chako. Muona mambo yanapokuja, tafuta kieneo chako ni kuwekebishie. Lakini hao utasikia eh. Singeli hiyo sasa hapo mwanangu mzuka mwingi mwanangu, wewe tena anadaiana. Kwa shughuli yetu mama fulani alinyanyua kijola. Yeye kaje nakwambia, tena kavaa na pensi ndani, lakini mama nani alikuwa hajavaa pensi. Lakini ukiwa na mtu mzima hivyo vitu vipati hizo vitu, anakuambia kabisa tulia, ni kuwekea mazingira sasa hivi na mbabu wangu, ngwiyo neno na mbabu wangu mm, mambo yanaonekana simu mtoto na simu nzuri, kitanda na haa safi, alikuwa na haa ugodoro ulimi mm. Mtu anaanza kuamka kiamsha, anapa, anapapa anapapasa wadudu anaitwaje siwajui mm, mm, kunguni hao <laughs> benzi hizo hizo zitoa benzi hizo lakini ukienda kwa mtoto mdogo ndo unapata yale majanga. Kwa hiyo mtu mzima bado anasimama kwenye nafasi ya kusevu, ni kama kava, kuna shida na se... ndio maana kwamba wewe komana huyo usimuache. Usije ukasema tukapata eji sawa, eji sawa, kwa sababu umri wake, e, amezidiwa na, amezidiwa minne minne, lazima mtu awe na ukubwa wa akili. ukipitwa minne, lazima mtu atakuwa na uwezo mkubwa. Mimi nimeoa mwanamke na miaka kumi na nane kwa sasa hivi amezaliwa elfu mbili na saba. Kwa nini anesumbui? Kuna vitu vitatu, kuna ufundi, alafu kuna vitu hmm, kuvijua hengo, watoto wa mjini wanaita hengo. Hmm, sasa zile hengo hmm, mtu anauliza nilikuwa wapi, wesiwa kufanya balaa hili, tofauti tu na nilipokuzania, yanamtoka hmm, maneno ya uvunguni na ndio maana unapoambiwa kwamba ukimchukua heji sawa unawapata wapi hayo unakuwa unayakosa unayakosa kwa sababu kuna muda unakuja, kuna kuna kuna, kuna nakshi nakshi, unaita mm, zile za rabate rabate. Waarabuni wanasema kwasaan tarabishi foko majinuni <laughs> warantari hatari, eh, sana. hiyo hiyo mm, unakuta vitu adimu. Mtu anakuuliza tu mama yangu vipi, siendi kumwona, amelazwa anajishaua yule, eh, au mlolote <laughs> Sasa ukiwa na mtu mzee, ukiwa na mdogo mzee. matatizo mzee. hayo yanakuwa matatizo kwa sababu mama anakuwa analazwa pia hmm. unafikia hatua hutaki kwenda kumwona mama kwa sababu ya hivyo vitu mantarabeshi, mantarabeshi. Hmm. unakua unakuwa unapotea ah, sio unapotea. Yani anakuwa na amini kwamba juzi niotoka kumwona leo hmm. hmm. tena niache hivi vitu nikamuone? Ule mama inakuwaje? Huyo anajishaua umwani apige tu simu hapa, inapigwa simu sasa hmm. Hmm. we bitika yeye vipi hmm. ah, mimi naendelea kidogo afadhali, we mzima mpaka mwongevowe mzima hmm. Bebi, tuendelee, unaona <laughs> <Non, laughs> sasa vitu hivyo wezi kuvipata kwao wanavyosemea ah ah, manae ananyima ujedele, ana ujedele, nata, nata, nata, ha, na kunja, nataka kitu kimoja ujadili: hasara zipi ambazo unaziona zinapatikana ha, hasa kwa watu ambao wafanani umri kama hivi nilivyokuambia, kwamba kwenye umri mm. wao na miaka sijui sabini, mimi na mm. miaka ishirini mm. kuna vitu ambavyo tutapishana tu huko ndani, yaani hatuwezi kuwa sawa mm. na kuna vitu ambavyo kama alivyosema hapa baba mkuu wake Azizi kwamba amepigiwa simu. Kuna maisha mengine pia hayaendi kwamba mama anaumwa, yuko na kitoto kidogo, si vitu gani? mm. yaani vitu ni vingi katika maisha, kudeti na mtu mkubwa kwa kwa umri umri mdogo mdogo na, mdogo na, na, na, na, na kama bahati mbaya kama ukiwa una, una watoto alafu ukawa umeoa binti mdogo, wale watoto kumwita mama binti mdogo, ambaye anahisi kama anaweza akawa mpenzi wake, hiyo inawezekana, na yeye ikawa inachangia inachangia sana hiyo. Yeah. ni ngumu, dharau. Yeah. Yani wale hawezi kumheshimu. Okay. hata pia kwa wa, mfano kama mimi namchukua labda kama nani yule umesema mm. ghost yeah, mdogo. Yeah. watoto wangu waweza kumuita baba, how come, yani baba gani? yani <laughs> <laughs> baba watu... eh, baba gani? unajua hata watoto watoto wanajua sema eh au kidogo chake babu, mama <laughs> babu, kijibaba kidogo chake mama. Mshikaji wetu nilikuwa <laughs> hey, kin... nafanya ile baba Olivia, nilikuwa ile baba Olivia mm. nilikuwa niko tumefanya Moshi, kuna mama mmoja alikuwa anatupikia, mama wa Kiarabu ana mtoto wa makamu kidogo, kama darasa la saba hivi mm. Lakini bahati mbaya, yule mama amekuwa mjane muda mwingi sana mm. Ila ana ana ana kijana mm. pale, anaikava pale. Sasa yule kijana alikuwa kija na bodaboda akaenda chakula kaondoka lakini anakuja na ule mtoto. Mm-hmm. Sitawataja majina. Yeah. Anakuja na nikamuuliza umshikaje bodaboda nani? Akaniambia nani Faza? Kambe yule Faza yako eh. Ni mbona mfanani rangi na ah, mazangu, mazangu nini? Ah, baada ya mazangu unajua mazangu ile nini Buda ali danja mapema hivi. Ndio mazangu ndo. Mm-hmm. Eh, akakava. Yeah. Yeah. Fresh ilikuwa ngumu ile mwanzoni mwanzoni lakini sasa hivi. Faza mwenyewe anaelewa, anaelewaga hizi mishi. Kwa hiyo inawezekana ikawaleta matatizo, lakini kuna wakati mwingine jamii inabidi ielewe. mm. Labda tuwe tunakiuka kisheria na vitu kama hivyo, siku tukaana na sheria hapo, atajaribu tuongee nao mm. watuambie kisheria inakuwa imekaaje. maana yake mm. kubwa katika nchi yetu, usivunje sheria, ufanye vitu vyote wanajisema. Akasema ule nani e, balozi ule mzozo anasema fujo isumiza. Ni kirudi kwako anko, nataka uniambie faida ukiachana faida hizo hmm. za sita kwa tisa tisa kwa mbili mm. kwa tatu tatu kwa nne ngapi? Eh, koti lina, lina heshima zake, heshima zake si wote. Oh, kwa kwa suti unataka eh, hata ukinyima nyumba unalalamika. Mimi leo usijapewa sijapewa a ah, a ah. Eh, koti inabidi eh, unatoka utulie utoe maelezo bwana, mimi leo e. Nimechezea besela leo ndio, ila na nataka ulivae hilo koti la kutokulalamika, alafu uniambie hasara zake zinazopatikana kwenye umri mdogo. Asala, mi naona kama Asala, naona kama hamna, unajua huyu asala jezi Hasara hakuna, kuna faida eh. Faida ya kwanza kabisa hakuna mm. mjane aliyeolewa na mtu mzima akakosa chochote kitu. Wakichukuagana wenyewe hawa umri mmoja, unakuta naambulia tu, mi nimechukua jaba mm. ndoo mbili zile nyeupe za rangi mm. za mi nimechukua tatu mm. zote natakuondoka nazo sasa. Njoo kwa mtu mzima, kiwanja cha kisemvule chako kabiziwa jina lako mm nyumba moja mpeni mama yenu, sitaki nisikie maneno. Na katika ufikishaji kwamba mtoto amheshimu mama, ni wewe baba mm. na we mama, una uwezo wa kumwelekeza mtoto bwana, huyu ndo baba yako. Ukitaka kunitoa roho, kuniua, niondoke, nijinyonge, ninywe sumu, un, unikose kabisa, mchezeni huyu na baba. Kuna maneno, sisi tuna maneno yetu kama wa, wazee mm. kuna maneno amba bwana, mkitaka kuniua na mkitaka kuondoka, atawaondosha huyu. Taarifa za mtoto yule binti akitaka kuondosha naondosha mpaka shemeji hivi. Mimi nimerudi, naambiwa, mjomba umekuja umezingua, kawasha kawasha hiyo taa, soketi kachezea mara tatu, naambiwa. Kwa hiyo unasemaje, matoto? Ah, ondoke bwana, eh, wewe rudi kwanza, kipara nganda kwa rubao takuita, eh. Huyu mjomba mkela mtungi wa bibi tari sana hiyo mjomba, yeah, yeah. kwa hiyo kuna uwezo wa kumfikisha mtu, e, heshima ni wewe mwenyewe mfikishaji kwa kiparanganda kwa lubao eh, hapo wakina makomao huko, <laughs> unarudishwa faster. mtoto keshasema kwamba bwana, mimi ule uliomleta ndu wanao aniheshimu mm. soketi kechezea mara tatu. Oh, mtoto keshali nani keshali nyanyua eh, nyonyo eh, unajua keshalibosti eh, <laughs> naongea nini hapo? Mi hapa nasema te tulia, nifanye maamuzi yangu ndio yanaitwa majina. We mbelekete kapa amadi hapa <laughs> wesele hapa, we rudi kwanza nyumbani We, mm. Nenda kwa mm. We mama ako naye naenda kwanza kwa mamaako. Wewe mama ndokosaa alishaondoka, unataka kaka hapo, lakini kwa vipi utaungana na nawenziwa huyu? Mheshimu huyu mama yenu, wanatulia watoto, watoto, bana mama atakuja kututimua sisi, tumheshimu kwa hiyo hakuna hasara. Kuna wakati wanawake wanabeba majukumu mazito sana eh, mwanamke unajua kwenye upande wa kubeba majukumu kuna eh, wakati anaweza akafanya kazi nyingi sana ukiacha mbali kumnyonyesha mwanaye mm. Eh, lakini mwanaye akikata kunyonya, atakunyonyesha takunyonyesha nawe. Mwanamke kule anafanya kazi kubwa, na ndio maana mimi bwana mjomba, hilo umeliongea ni neno kubwa sana yeah. Mwanamke kwanza apumziki mwanamke mm. anakuja kunyonya kwanza, anaanza kunyonya baba. Mtu mzima unanyonya mm. Maanake kabla ya kukuta mtoto akaja, mnakuwa wenyewe bwana, inakuwaje fresh na sasa hivi mambo yamekuwa rahisi. Unajua sio kama zamani, ulikuwa unamtongoza mtu mm.

mkisha chekeana kwamba sio kama nini, wapi? Mtu anakuambia nakuja, lakini silari kama anakuja, ukagua lindo yeah. Ushaelewa yeah. Kwa hiyo pale unajua ta, kodi zishafunguka mm. Sasa hivi bwana, ukisema yaani, ukisema kwamba unapata tabu wewe wenyewe umejifirisha tu, useme kwamba una ulimi <laughs> wa kusema labda umekata ndocha ndo ndo, lakini kama unazungumza yeah. Vitu vyepesi mimi mm. nimeshangaa, nafika hapa kabla sijafika, niko hapa, unajua nilichelewa fika hapo na mtoto mm. Bwana, nimekuona nikajua labda anataka ni kuniulizia ah, mimi naelekea hapo ah, muna, nimekuona eh, na mtoto anasimama dede hivi, si unajua. Nikajua ah, basi, kwa sababu tunajiongeza sisi, tuna kodi zetu, tunaelewa kwamba huyu ana lengo gani. Lakini tukirudi kwa mtoto wa kike, mtoto wa kike apewe maua yake. Anamnyonyesha mbaba, anakuja anapata mtoto, anakuja kumnyonyesha yule mtoto, akimwachisha anarudi baba tena, hajapumzika lakini pia ana ulinzi mtoto amezaliwa, yeye anamlinda yule mtoto mm. Wewe tena ukitaka kusumbua, kuna muda unahitaji vile vitu, najua unajua kabisa hapo kuna kijana akaongezeka, lakini unahitaji vile vitu, ndio unakuja unatulizwa na mbao. Uone mtoto makalio mekundu, utakuniulia unajua hapo kwamba unajua, <coughs> wewe atabemendwa, unaona mjomba hamna vitu viko wazi eh. Vitu, wakati niko Norway siku eh, moja niko Norway nikutana ah, ah, na, na shangazi yako ah, nikule nyumbani akule eh, nyumbani kabisa eh. Sisi hizi rangi tu zina eh, lakini nyumbani na eh, tuna familia kubwa mimi yeah. Nikwambia kitu kimoja mm, nimetoka Norway mm, wakati huo mwaka elfu moja mia tisa na sitini na nne kuna mdogo wenu kule mm, Elizabeth ukuni Elizabeth mi nilizaa naye mtoto lakini sasa kutokana kufanya mambo yale ya kuangalia rangi hey. Mtoto mpaka leo amempa jina tofauti, lakini ukimwangalia ni copyright na wewe, nimefanana sana ikasema ukafanana mtoto dadangu. Sina uwezo wa kumchukua, lakini nataka nikae, nijadili nafanyaje, kwa sababu tuna uwezo wa kufanya kwenda kumchukua ndugu yenu kwa hizo ni tamaduni za Norway. Sasa hamna Norway kwamba sisi tuna tunaangalia unajua, mimi nimeishi kule miaka michache, lakini mjomba anajua story yangu Norway. nimeanza kukuelewa, inawezekana ni tamaduni za Norway. mimi nimeishi Afrika kwa sababu ni nyumbani, kuja kuangalia kwamba mwenyeji hmm, unajua kwanzia msanga ngongele yote wanajua watoto hmm. Ukija Kilwa Kivinje, Liwale, Tandaimba, Mauta, Masasi mpaka Njinjo, yeah. Kote uko naelewa, Ifakala Ngambo mema uko naelewa, unajua kwamba wewe ni mwenye original <laughs> eh hey, hii no copy mm. Kwa hiyo vitu vyote nimechanganya mimi, ndio maana kuna muda mwingine asili ya Mgindo ni kama ni mtalii, unajua yeah, kwa Afrika, mtalii wa kwanza ni hakukua na mtalii zaidi ya Mgindo. Mgindo alikuwa anakaa hapa siku mbili mm. anaama yeah. Mimi babu yangu katoka Kilwa akatoka Liwale semoje kwa Njinjo akatoka mm. eh, Njinjo akarudi hapa akaja mazese katoka Mezesi ya kaudi kari ya koo akaweka kambi pale, lakini kutoka wapi? Njinji wakatoka pale kari ya koo akuamini, aku, akaondoka zake Kirosa. Ni mtalii yeah, wa ndani yeah, yeah. Kwa sasa hivi ilikuwa kwamba ndo angefanyua tuseme, ingekuwa kama kuna kuna siku yake maalum mm -hmm. Akukuwa na mtalii mwingine mwanzilishi, na ndio maana hata ukija kwenye lugha <laughs> ya Kiingereza inaingiliana na nani na, unajua na Kingindo unasikia kwamba mtu akiwa amekasika kwa wengine anakuambia kunjemba njemba mara je, yani wewe kama kuendelea na mambo mengine waendelea, lakini kunjemba njemba. Unajua kunjemba njemba, kunjemba njemba ile, eh. Na sasa kule wazungu wanasema kiss, lakini ile kiss wamebadilisha kutoa kwenye kutoka kwenye kunjemba njemba mara je? Kumbe ndio nimejua leo. Kwa hiyo nimejua leo bwana, mimi nimeshukuru na nimejaribu kupata mambo matatu. Kukwe, lakini yeah, kwenye hii bezi ambayo tulikuwa nayo, tutajua namna gani naeza tukafanya ingaje. Dada umeniambia, na pia hasara zako ambazo unaziona mm, zinaweza zikapatikana, lakini kuna wakati mwingine hasara e, faida zipatikane mpaka tuanze kwenye kwenye hasara huyu. Yes, hapa ulikuwa na ulikuwa naambaaa ni mshititi wa lugha au shina udhimu Kiswahili, mte Gabo Zigamba, usalimu mwanangu wa Ahmed. Mimi leo nataka nikwambie kitu kimoja tu, ukiona choo usingizini usikitumia.